Hei, mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza JavaScript na video hii ya leo tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kuongeza element mpya kwenye page zetu kwa kutumia JavaScript. bado tupo katika kipengele cha DOM, tumejifunza vitu viwili vitatu huko nyuma katika video zilizopita, na tumee umeshatazama na tayari kwa ajili ya kuendelea. Miongoni mwa sehemu muhimu sana katika DOM manipulation, ni hii ambayo tutakwenda kuikava leo ambapo itatuwezesha sisi kuweza kutengeneza interface user interface ambazo zinazoweza kujiupdate zenyewe vile vile, kuweza kureact, kutokana na mtumiaji, kufanya webpage zetu kuwa dynamic bila ya kuandika HTML mpya. Namaanisha nini? kama unavyoona katika HTML document yangu hapa katika sehemu ya body patupu, hakuna element yoyote. Tuna uwezo wa kutumia JavaScript kutengeneza element huku huku moja kwa moja instead ya kuandika katika HTML document yetu. Pengine kikitokea action fulani user akifanya, ambaye anatumia website yetu, basi iweze kutokea elementi fulani. Tunaweza kufanya kwa kuweza kuprogram huku katika JavaScript, lakini kuna vitu vya msingi kidogo kabla ya kuingia kiundani, nataka uvielewe, uelewe dhana iliyopo ya DOM memory space. Kila element ambayo tutakwenda kuitengeneza kupitia JavaScript haitoonekana moja kwa moja kwenye kurasa yetu kwenye peji zetu ambazo tutakuwa tunaweka hiyo element lakini, kinachokwenda kutokea, itakwenda kwanza kutengeneza katika memory, na baadaye tutakwenda kuchukua katika hiyo memory ambayo tumeiweka hiyo element yetu, na kuiweka katika browser ye, I mean web page yetu, kuifanya display. Tutaenda kuona kitu hicho so katika HTML document yangu hakuna lolote katika body, na kwenda kutengeneza element yangu ya kwanza katika hii HTML document yangu, lakini kwa kupitia JavaScript. So nitaanza const new div sawa sawa na kitu gani? Document dot create element, then humu ndani tunaweka element gani tunahitaji kwenda kuitengeneza? div akwenda kufahamisha kuhusiana na hii method ya create element muda so mrefu. Unachotaka kufanya hapa ni kukupa hiyo concept ya dom memory space so acha niweze kumaliza hapa kile ambacho nakiandika, alafu niweze kuelezea kidogo, na ndipo tukaone sasa kuhusiana na hii method ya create element kiundani, jinsi inavyoweza kutumika kutengeneza element kupitia javascript. So, new div. text content sawa sawa hii ni div mpya simple message kama hivi. So, hapa kama unavyoona hii create element tutaenda kuiongelea muda so mrefu kiundani lakini kikubwa ambayo inafa, inafanya method hii ni kutengeneza new new element element. Sasa hapo ukiangalia sawa kama tumetengeneza new element. Kwa nini si display katika browser yetu katika hii page yetu huku? Na tunasema tumetengeneza element mpya na tumeweka maandishi haya hapa ambayo yamo ndani ya hii div yetu hapa. Kikubwa ambacho tumeweza kufanya, tumetengeneza kitu kinaitwa DOM node ambayo kipo katika memory tu bado hatujaweza kukionyesha katika peji zetu, kipo katika memory, kinahitajika kuweza kuonekana sasa katika peji zetu. Ndipo ambapo inakuja methodi nyingine ambayo itawezesha kufanya hivyo. Kwa hiyo bado hakijaonekana kama hivi ambavyo unaona ukirefresh, still bado ni kama vile kuweza unahitaji kupika, ukachukua vitu vyako vyote viungo nini, ukaviweka sehemu moja vizuri sana ambavyo utavitumia kupika mapishi fulani, lakini bado haujaanza kupika. Kwa hiyo ndipo unapoanza kupika, ndo unaanza kuchukua kimoja kimoja na kuweza kukitumia katika mapishi yako, lakini tayari umeshaviandaa, umeshaviweka. Ndio kama hapa kitu ambacho kinafanyika. Nilitaka uweze kuelewa kwanza hii dhana ya DOM memory space, ili tuweze kuelewana vizuri. Hiki ambacho tunakwenda kujifunza sasa, jinsi ya kuweza kutengeneza element mpya, tunatumia hii method ya create element. Tunatumia object yetu ya DOM ambayo ndani yake kuna hii method create element, ndio inayotumika. Method hii inatumika kutengeneza element kama vile ambavyo tunaandika katika HTML, lakini safari hii tunafanya kupitia kwenye JavaScript. Kwa hiyo let's say kwa mfano tutengeneze element nyingine ambayo ni ya Uh, heading heading 1 okay, waweza kufanya hivyo. Mimi nitaanza kwa kutengeneza variable const nitaita title, then sawasawa, document object yetu to access method yetu dot create create nini element, element gani? Tunaweka single quote, tunaweka heading 1 semicolon, tufunge. Then tunaita variable yetu hii ya title dot text content takufahamisha vyote hivi namna ambavyo vinatumika hapa na vinavyofanya kazi sawasawa. Na kitu gani tunahitaji, tetu yetu iwe tetu gani? Karibu kwenye channel yangu simple message. So kipi kimetokea hapa kwa kuweza kuandika tu line hizi mbili hapa? Kikubwa ambacho tumekifanya, tumetengeneza hii element mpya ambayo ni ya heading 1. Huku tuliweza kutengeneza div hapa, sasa hivi tumetengeneza heading 1 ndani ya hii element yetu ya heading 1, maandishi yale ambayo yatakuwemo baina ya opening tag na closing tag ni haya, karibu kwenye channel yangu, na tumetumia hii method ya text content, ambayo inatumika kwa ajili ya kuaccess yale maandishi yalikuwepo pale, kwa ajili ya kuweka maandishi katika sehemu ile, kwa ajili ya kubadilisha unatumia hii text content, tumeshatumia katika video zilizopita. So kingine ambacho ni muhimu, ukiachilia hii method ya text content, ambacho wacha niweze kukiongelea kwa sasa, pengine umeshawahi kukutana nacho huko, ni kuhusiana na hii inner html. Kuna hii method hapa inner html, pengine ulishawahi kukutana nao wakati unajifunza javascript huko. Sasa hii na hii text content unaweza kuchukulia kama inafanya kazi sawa, isipokuwa text content inaitumia sana, kwa sababu ndio nzuri sana kuweza kutumia na ni salama tofauti na hii ina html. Text content inaweka maandishi katika zile elementi zetu, lakini pia hii ina html inaweka text, lakini pia ina pass html, na hii ina html ikitumika vibaya, inaweza kuruhusu skripti kuweza kuingia katika peji yetu, ambao so sio kitu salama kuweza kufanyika, na ndio maana tunatumia hii dot text content ndio ambao tunapendelea kuweza kuweka maandishi ya kawaida. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya katika kutengeneza element mpya kupitia JavaScript kwa kutumia tu method hii ya create element. Bado hai display, naelewa. Tutaenda kuona namna gani ambavyo tunaweza kufanya i display baada ya hapo. Kuna kitu kingine ambacho tuweza kukikava pia leo ni kuweza kuongeza element kwenye peji zetu. Sasa unahitaji kuweza kudisplay hizo element ambazo umezitengeneza ama unahitaji elementi fulani ikakae kwenye elementi fulani mfano, katika HTML document yako upo na div, let's say, acha niweze kuweka hapa, tusiongee sana, id sawasawa. Oh sorry, div id sawasawa, container au let's say simple tu tusifanye kuwa kubwa, box kwa hiyo nipo na hii divu yangu hapa lakini kwa sasa haina kitu chochote kile. Sasa nahitaji mimi katika hii divu yangu niweze kuweka paragraph lakini kwa kupitia JavaScript. Vipi unaweza kufanya hivyo? Ndio inakuja hii method ya append child. Element ikisha tengenezwa bado haiko katika page. Tuliweza kuona tumetengeneza element lakini bado kwenye page hatuoni zikidisplay. Sasa lazima tuweze kuichomeka ndani ya mzazi fulani. Tuliongelea katika video iliyopita kuwa katika hiyo DOM kuna parent, kuna child, kuna sibling sasa. Child lazima basi awepo katika parent, awe na mzazi. Inawezekana awepo i display katika body, ndani ya body, ama i-display katika div or whatever, kama katika ordered list ama unordered list hivyo. So kuweza kufanya hivyo sasa, tunatumia hii .append child method kuweza kuongeza mwisho mwa zile child ambazo zitakuwemo katika hiyo parent element. Na maanisha nini? Wacha niweze kuonyesha hapa kwa moja kwa moja, wacha nifute hizi nianze, const box sawasawa, document dot get element by id then tupitishe hapa id yetu ni box moja kwa moja tayari tumeshafikia hapa, hii div yetu hapa kwa kupitia id yake. Tumeshajifunza get element by id huko nyuma katika video zilizopita. Then baada ya hapo tutengeneze variable nyingine const paragraph, sawa sawa na document dot tunakwenda ku create paragraph, create element, element gani tuweke humu ndani? P, paragraph ndio ambayo tunahitaji kwenda kutengeneza. Then baada ya hapo kinachofuata ni kuweza sasa kuichukua hii paragraph kuipa maandishi kwa sababu hatutaki iwe tupu. Hapa bado ni tupu tumetengeneza element, empty element. Tuifanye iwe na maandishi. So p. text content sawa sawasawa, tuweke maandishi gani? Paragraph mpya. Then tunahitaji hii paragraph iende ikakae ndani ya hii div yetu hapa, ije kae hapa. Kufanya hivyo tunaita variable yetu hii ambayo inatufikisha moja kwa moja kwenye div yetu, so tutai call hapa box dot, tunatumia sasa hii method ya append child. Tunapitisha hapa kitu gani? pp, kumbuka ni hii hapa paragraph, ambayo paragraph hii ni element mpya tulioitengeneza kwa hiyo itakwenda kuwekwa ndani ya hii div yetu hapa. Paragraph itakuja kukaa hapa, so tukiweka semicolon mwisho na tukirefresh page yetu sasa hivi unaona kilichokwenda kutokea, paragraph mpya imeonekana ambayo tumeitengeneza kutokana kupitia katika JavaScript. Na sasa ukiangalia mfano ukishuka hapa katika sehemu ya console ukija katika hii sehemu ya Element, ukifungua body hapa utaona katika body kuna div yetu ya box. Ukifungua hapa, unaona kuna paragraph imekuwa added, paragraph hii imekuwa added, tumetengeneza kupitia JavaScript. Ukiangalia katika HTML document yetu hakuna paragraph hii, so kama hivyo ambavyo umeona na tumeo, utakuwa umenelewa vizuri. Ukitaka kitu kiende mwisho, tumia hii dot append child, na maanisha mwisho wapi. Kwa mfano hapa, ningekuwa mimi nipo na paragraph, Let's say nipo na paragraph hii hapa hello katika HTML huku nipo na hii paragraph, unaona imedisplay hapa. Hello paragrafu yangu hii ambayo nimetengeneza katika HTML, lakini pia imedisplay paragrafu hii ambayo nimetengeneza katika JavaScript. Lakini ukiangalia sasa hivi hapa katika sehemu ya element body div ya box yetu, hii paragraph mpya imekaa chini, baada ya huyu child hapa juu. Kwa hiyo siku zote append child itakwenda kuweka hiyo element mwisho mwa zile child ambazo zipo katika hiyo parent ulioweka. Parent yetu hapa ni hii div, child wake ni hawa ambao watakuwemo humu ndani. Tumejifunza kitu hicho katika video iliyopita. Natumai tunaelewana vizuri. So hiyo ni method moja ambayo unaweza kuitumia kuongeza element yako katika parent element fulani na ikaenda kuwekwa mwisho, lakini pia kuna method nyingine ya append bila ya kuweka child. Wacha niweze kuonyesha hapa, kwa mfano let's say tupo na unordered list. Const unordered list list jina la variable yetu ul, then document dot create element Elementi gani mimi nahitaji kutengeneza? Unordered list, tunafahamu kuna ordered list, kuna unordered list, kwa mimi nahitaji kutengeneza unordered list. Then baada ya hapo tayari nimetengeneza, ipo katika memory, huku hatuoni chochote. Hii hello ambayo unaiona hapa, tumeitengeneza huko katika HTML document yetu, so tumetengeneza unordered list, kwa sasa haipo hapa. Wacha sasa tuweze kutengeneza listi, tunafahamu unordered list zinakuwa na listi mbalimbali ndani mbali yake sasa tutengeneze hizo list listi zilizomo ndani ya annual list yetu. kuweza kufanya hivyo, tunaita hii ul variable yetu dot append, method nyingine ambayo tunaitumia append, tunafungua bano kama hivi. kuna njia nyingi za kutumia method hii, sisi tunahitaji ndani humu moja kwa moja katika hii method yetu, argument ambazo tunatakiwa tupitishe ni zile element ambazo tumezitengeneza, lakini mimi nahitaji kutengeneza element moja kwa moja humu humu ndani kama napitisha argument ikiwa natengeneza hizo element. So, document.create element ya kwanza, hii element gani? List ya kwanza, list tunafahamu element ya list zile, items za ndani katika list, inavyoandikwa just li. Then komo, natenganisha baina ya argument moja na nyingine ndani ya hii methodi yake append. Then pia tuwe na ya pili, so, document.create element hii itakuwa ni listi ya pili, tuwe na list mbili tu zinatosha. Then wacha tuweke koma na tuandike kitu kingine ambacho tunahitaji kika display katika hii list yetu, pia let's say just a simple string tu, usikariri. Unaweza kupitisha katika hii method ya append maandishi ama ukapitisha uh, kama hivi element ukatengeneza hivyo. Kwa hiyo hapa mimi nitaweka item nyingine kama zipo more items Then tayari tumemaliza method yetu hii, nitaweka hapa mimi, semicolon. So nikirefreshi sasa hivi page yangu bado hatuoni list zetu, lakini kama utakuja katika element, unaweza ukawa huzioni pia. Kama hivi sasa hivi kuna hii div tu moja, lakini sasa kuifanya uweze kuzipata katika page yako, unakuja sasa unaandika mfano document object yako dot body. Hii body ndio tunahitaji hii uh, list yetu unordered list yetu ikakae katika parent element ya body, manake hii unordered list iwe child ya body. Kwa hiyo hapo unaandika document.body.append then unapitisha hapa kitu gani? Unordered list yetu and boom, ukiangalia sasa hivi tayari katika web page yetu zimetokea item I mean, list zetu mbili. Hii ndio unordered list yetu, more items zimeonekana huko chini, lakini unordered list yetu hii, list zake hazina kitu chochote, just tumetengeneza tu, zinaonekana hapa ni list kwa vile hazina kitu chochote, na ndio maana hazijaweza kuleta maandishi yoyote. Na uwezo wa kuweka kwa kutumia text content, tuka add text katika hizi list zetu na zika display. Ukiangalia sasa hivi katika body, katika sehemu ya element unaona hapa unordered list imo ndani ya body ndio parent element yake. Child ya body div hapa yenye id ya box, kuna unordered list, kuna hii script. Kwa ukifungua hapa unordered list unakuta kuna list ya kwanza tuliyotengeneza ambayo ni empty, kuna list ya pili ambayo tumetengeneza ambayo ni empty element na hapa kuna hii more items ambayo tumeiadd as a string. Very simple. Kwa hiyo append unaweza kuitumia kama hivyo kama tulivyoona kule katika append child, isipokuwa zinatofautiana faida. Miongoni mwa faida za hii append method, inaweza kuongeza kitu zaidi ya kimoja kwa mpigo, lakini vile vile inaweza, kama vitu tulivyoona imeongeza vitu vitatu kwa mpigo, inaweza kuongeza string moja kwa moja kama hivi ambavyo tumeona hapa more items. Na tofauti iliyopo baina hii append method na ile append child method, append child method inarudisha value siku zote, lakini hii uh, method ya append as a append, inakuwa hairudishi value siku zote, kama hivi ambavyo umeona, hakuna maandishi yote ambayo tumeweka hapa na still imeweza kuleta empty element. Na kwa upande wa append child pia kwenye kuweka string moja kwa moja haikubali, lakini append as a append method inakubali kama hivi ambavyo tumeona, tumeweza ku add string na imeweza kutokea hapa bila shida yoyote, string ikiwa ina hang, hang katika peji yetu. Lakini pia kuna prepend. Prepend inaongeza mwanzo wa parent, kwa hiyo kama kuna child ndani ya hiyo parent element yetu ambayo tunaweka element tunaitengeneza, itahakikisha hiyo element ambayo tunaitengeneza inawekwa mwanzo, alafu hao child wengine wanafata chini ya hiyo ambayo tutaitengeneza sisi. Nini namaanisha? Ni kinyume tu ya ile append child. Wacha niweze kuonyesha. Let's say tuko na const heading sawa sawa, document dot create element tuweke hapa, tunahitaji kutengeneza heading 2, so heading dot text tuweke maandishi content sawa sawa maandishi yetu let's say mwanzo wa page, then document tutumie dot wache tuweke hii heading iwe ni parent element yake ni body, yani iweze kuwa ni child wa body. Kwahiyo hapa wache tuweke body dot prepend, then tupitishe hapa heading variable yetu. Natumai tunaelewana vizuri kile ambacho nakifanya hapa na kuweza kufahamishana. So ukiangalia sasa hivi katika peji yetu hii ndio ambayo ime display mwanzo heading 2 yetu ambayo tumetengeneza kupitia JavaScript. Mwanzo ni katika body yetu kulikuwa kuna child huyo ambaye ni div, alafu na sisi huku tukatengeneza huyu child mwingine ambaye ni heading 2 ndani ya body. Lakini kwa nini heading 2 tuliyotengeneza ikaanza mwanzo alafu ndipo ikafata hii div hapa chini? Ukiangalia katika element huku, katika body unaona imeanza heading 1 heading 2, I mean mwanzo wa page tuliyotengeneza kupitia JavaScript, kisha ikafata div. Umeona? kwa hiyo hii ndivyo ambavyo inatumika prepend, inaongeza mwanzo wa yule parent wetu, yani child wa mwanzo anakuwa ni huyu kama utatumia hii method ya prepend na tume, tumetume, tumefahamiana vizuri. Ukitumia append child inaenda kuwekwa mwishoni. Let's say ni kuonyeshe hapa kwa mfano tukitumia hapa append child angalia, kile ambacho kitakwenda kufanyika heading, mbona imeenda kuwekwa mwisho? Hello imeanza mwanzo, lakini tulipotumia ile pre pre end I mean prepend, moja kwa moja inaanza mwanzo, hello imefata mwisho lakini pia kuna method nyingine ambayo ni insert before, nayo ni muhimu sana kuweza kuifahamu. Ina point specific, so acha niweze kukuonyesha hapa kwa kupatia mfano. let's say katika html document yetu tupo na unordered list hapa, tumeitengeneza ndani ya body. unordered list. Unordered list id tuweke menu tuwe na listi angalau mbili. Listi ya kwanza tuipe id yake ni ho, I mean, home, alafu listi ya pili tuweke about. Tupo na unordered list yetu hapa na ina listi mbili hizi, aita mbili home na about. Tuje katika JavaScript yetu tengeneze variable yetu const tuweke hapa menyu sawa sawa, document get element by id id yetu ya menyu ya yeah, unordered list yetu then const variable yetu nyingine tuite home sawa sawa, document element by id pia na tuite home. Then tutengeneze variable nyingine tuite let's say dashboard sawa sawa, na document dot create method yetu ya kutengeneza element tukiwa katika JavaScript na tutengeneze hapa list nyingine item, so list, so dashboard, abyetu tulaitengeneza hapa ya hiyo list listi mpya text content maanake tunaenda kuweka maandishi ndani ya list yetu mpya item tulaitengeneza, sawa le sawasawa, let's say tuweke dashboard and then menu dot, tunatumia method yetu hii mpya ambayo tunajifundisha I mean tunajifunza sasa, insert before ndio jina la method yetu, then argument zetu hapa ni mbili new node na reference node. New node ni dashboard koma, alafu reference node ni home. Angalia kile ambacho kinakwenda kufanyika hapa, so, semicolon. Tukirefresh hapa browser yetu imeweza kutoka hapa home, I mean empty then home then about. Hapa tumetumia reference node kuweza kuamua nafasi Wacha tuweze kuangalia vizuri, kuna sehemu tume miss ha, hapa katika content ya imeweza kuweka hapa dashboard mwanzoni, insert before. Kwa hiyo imeza ku insert before home, before home ni hapa juu, itaanza hapa. Tukiweka hapa before about, itaanza home alafu hii itafata, dashboard, alafu itafata hii, about. Wacha niweze kuonyesha let's say kwa vile sikuipa about hapa id kwa hiyo itakuwa labda tu- tuweke, lakini nadhani utakuwa umeweza kunielewa kile ambacho hii method ya insert before inachofanya. Kwanza hapa tunaweka ile new node ambayo ni dashboard list yetu mpya, hapo hapo tunaweka ile reference node. Kwa hiyo insert before, ingiza kabla ya hii home list yetu ya home. Kwa hiyo hapa imeenda kuwekwa mwanzoni hii dashboard ndipo hapa alafu ikapata home, kiangalia katika browser huko. Very simple. So hizo ni method ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuongeza element kwenye page zetu. Baada ya kuweza kutengeneza element kwa kupitia method ya create element, unahitaji kuweza kuziweka sasa katika page zetu zikadisplay. Unaweza kufanya hivyo kwa kutumia method hizi ambazo nimekupatia: append, append child prepend, kuna hii insert before ndizo ambazo leo tumeweza kuzikava. Sina la ziada leo. Kuna vitu ambavyo nilihitaji pia kuweza kukufahamisha leo, lakini naona video imekuwa refu sana, tutakuja kuendelea kwenye video nyingine inayofuata. Kwa mfano kuweza kuongeza maandishi au text note, vipi unaweza kufanya? Ni simple tu, lakini tutakuja kufahamishana katika video ijayo. Tusiendeleze kufanya video hii kuwa refu zaidi, then tutapiana mifano, tutafanya sum, sum, summarization ya hiki ambacho tumejifunza leo katika hiyo video inayofuata, ili tuelewe zaidi kiundani, na kisha tutaangalia vitu vya muhimu kabla kuja kuendelea mbele na kuona jinsi gani sasa unaweza kuondoa element fulani, ku remove element katika DOM. Lakini pia baadaye tutakuja kuangalia namna kubadilisha style, classes, attributes kwenye DOM. Asante sana, like video hii, na natumai umeweza kupata concept na kujifunza kitu kipya. Kuna maoni na maswali, utaweza kuniuliza katika sehemu ya comment hapo, tutaweza kujadiliana huko pamoja. Sina la ziada. Usikose video ijayo.